Unanitazama hapa na taraji nikupe mambo matatu ambayo ukiyakosa ndani ya Ramadhani hautokuwa ni mwenye kufaulu, na ukiyapata ndani ya Ramadhani yatasababisha wewe uweze kupata mambo matatu. Jambo la kwanza ni mafanikio ya kiroho. Jambo la pili ni mafanikio ya kimaisha hapa duniani na jambo jambo tatu ni mafanikio ya kesho ya yaumul kiyama. Mara nyingi haya mambo huwa tukiyafundisha katika madarasa mbalimbali kuna watu huwa tunaona matokeo yao mazuri. Kwa mfano mwaka jana, uh, tulifanya darsa ambayo ilikuwa inahusiana na mambo haya matatu. Mtu mmoja alikuwa aswi kwelikweli, lakini pamoja na uasi aliokuwa nao alipoingia ndani ya Ramadhani akayashika mambo haya matatu, ilipelekea siku ya kufa kwake ndugu zake wanatoa ushahidi ilimtoka kalimatu tauhidi ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lamma kanat tafidhu ruhuhu, wakati roho ruhu yake ilipokuwa inatolewa akajikuta anatamka shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mimi na wewe hatuwezi kuepukana na dhambi hata mara moja lakini mimi na wewe hatuwezi kuepukana na shida za hapa ulimwenguni. Kuna watu wanatafuta kazi, kuna watu wanatafuta mafanikio, kuna watu wanataka biashara zao zistawi. Ili uweze kufanya hayo kupitia Ramadhani, lazima Ramadhani uitumie kwenye thalathu khiswalin. Lazima mambo matatu haya nitakayokupa wewe uyafanyie kazi bila kuchelewa na bila kupoteza muda. Nianze na jambo la kwanza. Mwanazuoni mmoja anaitwa Hafidhu Ibnu Ibrahimu Almanfuluti aliwahi kusema, moja ya mambo ambayo mtu anatakiwa ayatafute ndani ya Ramadhani au ayafanyie kazi ndani ya Ramadhani huwa alqasdu, ni kuweka makusudio. Usifunge Ramadhani bila kuwa na makusudio. Nikisema makusudio kwa Kiswahili, makusudio huwa tunasema ni nia, lakini nia na makusudio ni vitu viwili tofauti. Kwa nini? Kwa sababu nia ni ile hali ya wewe kukusudia kufanya jambo ndani ya wakati husika. Kwa mfano, mtu akiwa na yuridu an yusalli an yuqima salah, mtu anataka asimamishe sala. Hutakiwi wewe uweke nia ukiwa unachukua udhu alafu baadaye uje uswali usimame kwenye swala uingie kwenye swala kwa nia ambayo ulichukua wakati unachukua udhu. Ukifanya hivyo, hii haiitwi nia, bali haya yanaitwa makusudio. Kwa hiyo, ili uweze kutofautisha baina ya makusudio na nia, sharti yake nia inatakiwa iambatane pamoja na kitendo muqaranatan bil fi'li, yani iambatane na kile kitendo ambacho unachokusudia, lakini makusudio sio lazima iambatanishwe na kitendo unachokifanya. Kwa hiyo hapa ninachokielezea mimi ni makusudio sio nia. Nia ya saumu yenyewe ina nafasi yake, bali makusudio yana daraja kubwa ya, ya kumfanikishia mtu mambo yake mbele ya, ya Mola wake. Masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mmoja aliwahi kuhadithia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, alipokuwa yupo katika vita vya Tabuk wamekwenda kufika sehemu, fatawakafa rasulu sallallahu alaihi wasallam, mara mtume akasimama, kisha akawaambia kwamba huko Madina na rijalan tumewaacha watu hao, watu hao wanapata yale ambayo tunayopata. Kisha mtume akawaambia hamjapita njia yoyote nyinyi masahaba zangu, wala hamjakata bonde lolote nyinyi masahaba zangu, isipokuwa katika kila njia mliopita mnalipwa thawabu na katika kila bonde mnalopita mnalipwa thawabu, lakini thawabu mnazolipwa na wao wale waliobakia kule Madina wanalipwa mfano wenu. Masahaba wale wakamsikiliza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha mtume akafungua, kwa nini wanalipwa? Akasema habasahumul maradhu, wao wamezuiliwa na maradhi. Walikusudia kuja vitani lakini maradhi au nyudhuru ziliwasababisha wao wasije vitani, kwa makusudio yao yale yanasababisha wao wapate thawabu hata kama hawapo katika kitendo husika. Na wewe ukitaka ufanikiwe vizuri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, awwalu shay'in yanbaghi laka an tas'a ilaihi watahrisu alaihi huwa alqasdu, Jambo la kwanza ambalo unatakiwa wewe ulifanyie pupa na haraka ni kuweka makusudio madhubuti ya kutaraji malipo thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Leo kuna watu, mtu anaweza akawa anafunga yupo ndani ya Ramadhani, nguzo za somu zote zimetimia, kaweka nia, amejizuia anakula nakunywa na venye kufunguza, lakini shida ambayo yaliyopo kwake yeye, makusudio yake ya somu hayakuwa sawasawa. Sehemu anapofeli ni sehemu gani? Ni pale yeye yupo katika ofisi, jamaa ambao aliokuwa anakaa nao na wafanyakazi ambao anafanya kazi nao wote wamefunga. Alipojikagua yeye akaona mi ni Mwislamu, kwa nini nisifunge kama ambavyo wenzangu wamefunga? Yeye akaamua kufunga kwa lengo la kuwa pamoja na wale anaofanya nao kazi. Huyu saumu ataipata na thawabu atazipata lakini kwa kuwa makusudio yake hayapo sawa sawa, hawezi kufanikiwa mafanikio ya hapa duniani na mafanikio ya kiroho. Kwa hiyo ni vizuri ili uweze kufanikiwa wewe unayetazama na kusikiliza kipindi hiki, sharti la kwanza, lazima makusudio yako yawe ni kwa ajili ya Mungu tu. Ibtigha marudhati rabbika, wewe lengo lako liwe ni kutaka radhi za mola wako, isiyo kwamba kama wale watu ambao yeye anasema, ni mnene, ana afya nzuri, mafuta yamejaa, alafu anasema bwana, mimi nafunga ili nipunguze weti. Kweli unaweza kupunguza weti kupitia saumu, saumu yako utalipwa, lakini yale makusudio, kwa kuwa hayako sawasawa sawa, ujue mafanikio ya kiroho na mafanikio ya hapa duniani hauwezi kuwa sawasawa. Hili ni jambo la kwanza.